Tangu akiwa katika utumishi hakuwahi kuvunjika moyo na kusema hili haliwezekani. Daima aliamini kila jambo linawezekana na alilisimamia kuona linawezekana. Baba yetu Simon Rumito ametuachia vitu vingi sana vya kujifunza, ametuachia maneno ya kukumbuka. Sambamba na hilo, tuseme kama familia, tunaamini tutakutana naye siku ya mwisho Amen. Kila mmoja aliyeko mali hapa, hatuna haja ya kulia, kwa sababu tunaelewa kuna wakati wa kuishi na kuna wakati wa kuondoka lakini pia tunaelewa ya kwamba tumaini letu si kuishi milele duniani, bali tumaini letu ni kuishi milele mbinguni. Amen. Na kwa sababu ni hivyo, tuendelee kuwa majasiri. Mungu alituandaa mapema. Jana nilisema kanisani kipindi kile cha ugonjwa ule, kwenda India na kurudi, Mungu alikuwa anatuonesha kwamba kuna wakati atakuwa mbali na sisi, lakini tuendelee kuwepo. Iweni na moyo wa ushujaa. Siku ya mwisho ya uhai wake ambayo Jumanne kuelekea Jumatano wiki iliyopita, akiwa na mdogo wangu hospitali Nehemia Alimwamsha saa nane usiku, akamwambia akamuuliza, ni saa ngapi? Nehemia akamjibu ni saa nane usiku. Akamwambia ni wakati wa kuomba, amka tuombe. Na hiyo saa nane usiku wakaanza kuomba pamoja na Nehemia wakaomba wakaomba. Nehemia anasema baba akaswitch kutoka kwenye Kiswahili na kuanza kunena kwa lugha. Kanena kwa lugha, kwa lugha, akanena kwa lugha kwa muda mrefu na baadaye akamaliza maombi yake amen. Na baada ya kumaliza kuelekea siku iliyofuata ya Jumatano, afya yake haikuwa imara sana, lakini tunachokikumbuka yale maombi aliyoyaomba usiku. Mimi nikiwa Bukoba nilimpigia simu mdogo wangu kumuuliza anaendeleaje, nilimpigia usiku saa moja na ah, dakika arobaini na tatu sasa. Wakati nazungumza naye akawa nasema alo, baba anaendeleaje? Ah, alafu saa hizi ni saa moja na dakika arobaini na tatu. Sasa hivi ni saa moja na dakika arobaini na tatu. Anarudia, baadaye akaniambia, kaka, kaambia nam hatuna baba saa hii, saa moja na dakika arobaini na tatu. Nikamwambia mdogo wangu we. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na maisha ya baba yetu amen. Ila tuna ujasiri na maisha ya baba yetu amen. Tunawaomba muungane na sisi familia, kuwa na wajasiri na kusonga mbele katika jina la Yesu amen. Ninaamini hakuna jambo ambalo alilianzisha litakufa, bali kila kitu alichokianzisha kitaenda mbele kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaamini na tunaamini kile ambacho Mungu alimtumia kukipanda katika mioyo ya watu kitakuwa imara, kitaleta matunda na kila kitu ambacho Mungu alikuwa amekusudia kwenye maisha ya watu kitatimia katika jina la Yesu. Amen, iweni majasiri, sisi ni majasiri sana. Asante na tunamwamini Mungu aliye hai ya kwamba yuko pamoja na sisi, hata baba amelala, ameenda kwake. Tunayatengeneza maisha yetu, twende tukutane naye. Amen, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Napomalizia niseme hivi: yeye amemaliza safari yake, wewe safari yako utamalizaje? Ni swali muhimu la kujihoji na kuyaweka maisha yetu mikononi mwa Mungu, kuhakikisha tunaishi kwa uchaji wa Mungu na utakatifu katika jina la Yesu. Amen. Mungu aliye wa hai wabariki. Asante sana. Amen. Makofi kwa mtumishi wa Mungu Samuel Rumito, asante sana kwa maneno ya faraja na ujasiri na asante sana pia kwa ushuhuda mkubwa. Mungu abariki wa sana. Wakati huu ni uh, nikaribishe kwaya kutoka Ruganzo. Kwaya hii wakati itakuwa inaimba niombe Wakristo wa mahali hapa waliovaa sare pamoja na waimbaji kadha wa kadha waliovaa sare watapewa vifaa ama vyombo kwa ajili ya sadaka ya ibada hii. Kwa hiyo, niombe wakati kwaya hii itakuwa inaimba, tutakuwa tukimtolea Mungu. Kwa hiyo, niombe waumini wa kanisa hili waliovaa sare waweze kusimama na watafika hapa. Kuna mtu mm, wa itifaki pale, ana mifuko pale, ana vyombo vya kutolea sadaka zetu. Kwa hiyo kabla hatujaanza kuimba, nichukue fursa hii kumkaribisha askofu wangu niliyeketi naye hapa kutoka Kiguma awezi kuomba kwa ajili ya matoleo yetu. Mungu abariki Baba. Mungu ni mda ambao tuna enda kutimiza agizo lako, ya kwamba kila tukusanyikapo tuwe na sadaka kwa ajili ya ibada yako. Wabariki watoaji, bariki na sadaka zinazotolewa na kazi za halali na haki wanazofanya watu wako kwa utukufu wako, katika jina la Yesu, amina. Kwaya kutoka Ruganzo, karibuni na Mungu wabariki. Na watumishi wa Mungu muendelee kupita sasa nyote msipite huku kwa wachungaji, maana watu ni wengi. Je, wengine jielekezeni kwa watu kule, uwanja ni mkubwa na Mungu abariki sana. Lakini tutaendelea kuwatanga tutaendelea kuwatangazia kadiri viongozi mbalimbali mbali wa serikali watakapokuwa kiingia kwa kingia, hiyo watu waitifaki wataendelea kutupa taarifa. Ikiwa kuna kiongozi anafika, tutaendelea kuwajulisheni. Mungu abariki. Naomba wahusika Ngara mjini, tuongezeke kwa ajili ya matoleo. Wenyeji wa kwetu kanisani hapa, tuongezeke hata kama huna sare.